Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, hii ni wiki ya Pasaka. Ni wiki ambayo kanisa la madhabahu ya upatanisho imekuandalia semina nzuri. Semina nzuri ambayo itafanyika kwenye mkesha mkubwa, mkesha mkubwa wa siku ya Ijumaa. Tarehe 18 mwezi wa nne 2025. Tunawakaribisha watu wa Makuyuni, watu wa Monduli, watu wa Arusha, watu wote tunawakaribisha. Karibuni sana watu wa Mungu. Watakuwepo waimbaji binafsi, watakuwepo kwaya, watakuwepo bendi, na mafundisho ya neno liletalo wokovu utakuwepo. Karibu sana mtu wa Mungu na utaona matendo kama haya ambayo Mungu atawatendea watu wake. Karibu sana tunakupenda. Bata, ale bata, ale bata. Tunawakaribisha watu wa Makuyuni, watu wa Monduli, watu wa Arusha, watu wote tunawakaribisha. Karibuni sana watu wa Mungu. Watakuwepo waimbaji binafsi, watakuwepo kwaya, watakuwepo benti na mafundisho ya neno lile tano, wokovu utakuwepo.